Aliyebarikiwa neema nyingi na Mwenyezi Mungu atazidiwa na watu wenye kumhitajia, hivyo ikiwa atatekeleza kama vile alivyoamuriwa na Mwenyezi Mungu neema hizo zitadumu, lakini akizuia kutekeleza atapoteza aliyonemewa. Lakini Alhikma Foundation ni mfano bora kuigwa katika kutekeleza yale yaliyonemeshwa na Mwenyezi Mungu. Taasisi hii ya kijamii imejipambanua zaidi katika kuisaidia jamii ya watu mbalimbali katika mambo mbalimbali tena kila uchwao. Hii ni shule ya msingi Ruvuma, na hawa ni wanafunzi wa shule hii wakipiga shangwe nderemo na vifijo kumpokea dai wa kimataifa Shekhe Nuruddin Kishki aliyefika shuleni hapo kwa ajili ya kutoa msaada wa mabegi zaidi ya mia saba ya wanafunzi wa shule hii. Ndiyo mwamba huyo hapa. Asalamu alaykum jamani, tuna ugeni kutoka Alhikima. Wenzetu ni taasisi ambayo tunashirikiana nayo katika masuala mazima ya elimu, pamoja na ushirikiano mzuri baina yetu kitaaluma na nini, lakini ameamua kuja kutoa chochote kwa watoto wetu. Baada ya ukaribisho huo mzuri, Sheikh Nurdin Kishki akapata nafasi ya kusema jambo kwa walimu na vijana hawa. Wana Ruvuma, nimewapenda kabla sijawaona, nilikuwa nikiwasikia kupitia kwa walimu wangu na leo nimewaona, kuanzia mkuu wa shule, waalimu na wanafunzi nimewapenda zaidi. Wanafunzi, mashaallah, mmechagamka hadi mnafurahisha. Ni kuombeni, muwe watoto wazuri, muwe na maadili mazuri. Amin, muwe wasikivu kwa walimu wenu. Amin, lakini pia muwe wasikivu kwa wazazi wenu namuwe na, na tabia njema. Awali Shekhe Nur Nuruddin Kishki alidhani jambo hili lingalikuwa ni dogo tena la kawaida, lakini mkuu wa shule hii Madam Khatma Mfaume Kibwana aliwaza mbali zaidi kwa kualika kaimu afisa elimu wilaya, afisa elimu kata, diwani wa kata Temeke na mwenyekiti wa mtaa huo wa Temeke, ambao kila mmoja alipata nafasi ya kuzungumza jambo hili la kusema, sina zidi ya kumshukuru ndugu yangu shehe wetu kwa hiki alichokifanya, mimi sikutegemea kwa kweli, lakini nitaongea naye mwenyewe binafsi. Sihitaji niseme hadharani, kwa sababu amenisupply sehemu kubwa sana ambayo inanigusa kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mgeni rasmi, jambo hili lolifanya ni jambo la ibada, kwa sababu taasisi yako ni taasisi muhimu katika wilaya yetu ya Temeke. Kwa nini nasema taasisi muhimu? Inahusika na mambo yafuatayo. Sisi kama serikali tunataka kupambana na kitu kinaitwa ujinga. Kwa hiyo taasisi ya Alhikima ina shule ambazo ni shule bora, zinatoa elimu katika kiwango kizuri. Kwa hiyo inatusaidia sisi kama serikali kuondoa changamoto hiyo ya ujinga. Kwa kweli, Shekishki, hapa Temeke ni kwako, na umefanya jambo kubwa sana, na ndio tunaendelea kukushukuru. Hatuna zaidi, tunatakuomba kwa Mwenyezi Mungu akupe afya njema pamoja na viongozi wote kule ili muweze kusimamia haya mambo. Haya mambo yanahitaji watu wenye moyo kama nyinyi. Hata hivyo, Sheikh Nurdin Kishki tulipomuuliza kwa nini msaada huo umekuwa katika shule ya Ruvuma na si shule nyingine licha mahusiano mema aliyonayo kwa shule nyingi hapa Dar es Salaam, na haya ndiyo alikuwa majibu yake. Jawabu, kwanza shule ya Ruvuma ni shule ambayo iko karibu sana ki location na taasisi Al-Hikma Foundation. Sisi tuko mtaa wa Pazi mtaa unaofuata unaitwa mtaa wa Uzuri, unaofuata unaitwa mtaa wa Madenge, ambako ndiko waliko ndugu zetu wa Ruvuma. Kwa hiyo ni jirani zetu kwanza, lakini pili ni shule ambayo e, tuna muamala mzuri, tuna mashirikiano mazuri e, katika masuala mbalimbali ya kielimu kitaaluma. Kwa hiyo hata mkuu wa shule na walimu wake kwa ujumla pia tuna mahusiano mazuri, na Uislamu umetufundisha sadaka bora peleka kwa ndugu jamaa wa karibu. Kwa hiyo ndio maana leo tukawakumbuka shule ya Ruvuma kwa huo msaada mdogo ambao tumewapelekea, na pia nitumie fursa hii kumshukuru ndugu yangu kaka yangu kipenzi kabisa ambaye ndiye aliyeniunga mkono e, katika jambo hili hadi na mimi nikapata nguvu huyo ya kuweza ya kuweza kuisaidia shule ya Ruvuma na wanafunzi wa shule ya Ruvuma zaidi ya wanafunzi 720, na naye si mwingine ni al-Akh Said Nasir maarufu kama Bopar wa Zanzibar. Ni mmoja katika wafanyabiashara mkubwa, mfanya biashara maarufu e, pamoja na kwamba wafanyabiashara wote wa Kiislamu katika nchi yetu wanaheri na wanafanya heri, lakini wamezidiana kwa kufanya heri. Bopar ni katika wale ambao anafanya kheri sana na Masha Allah tabarakallah. E, huwa tunamwona miaka mingi sana sasa e, ana jihadi kubwa sana huko, huko Pemba miaka mingi sana Ramadhani, huwa anafunga na familia yake siku mbili au tatu. Masiku mengine yote yaliyosalia, ndugu yetu Bopar, Allah muhifadhi na amweke, huwa anafuturu nje ya familia yake, na jihadi yake ni Pemba, zaidi ya nyumba alfu nane miaka nenda miaka rudi, huwa anawapelekea zaka, sadaka na futari, na cha ajabu, anapeleka mwenyewe kwa mikono yake, ananikumbusha kwamba ugawaji huu wa zaka na sadaka na futari ni ugawaji wa maswahaba ugawaji wa wema waliopita walikuwa wakipeleka wenyewe kwa mikono yao ili wafil ile raha imani huruma zaidi kwa ndugu wetu bopar popote pale ulipopokea maua yako kama wanavyosema vijana wa mjini na laiti tungelikuwa na akina bopar kama kumi tu ambao wanafanya wenyewe kwa mikono yao na wanyenyekevu, watu wa kujichanganya, wallahi tungefanikiwa sana. Ukimtazama bopar boka huu, nimeangalia e, moja kilipu zake akiwa kwenye semi trela, kwenye lori mwenyewe, iko juu ya mizigo. Ukiambiwa huyu ndo fulani mfanyabiashara maarufu, unaweza usiamini. Ni kujishusha e, kulikokuwa katika daraja ya, ya, ya, ya, ya chini kabisa. Na nimwambie nimwambie pamoja na pongezi hizi, hautokosa mahasidi wa kukupiga vita e, hautokosa watakaosema anafanya ria, anajionyesha, lakini niwaambie tu kwamba wanaosema hivi, Qurani tukufu haijakataza kutoa sadaka waziwazi wazi. Katika Suratu Albaqara kuna aya inasema hakika wale wanaotoa mali zao usiku na mchana, siri na dhahiri, hao ndio ambao watakuja kulipwa malipo makubwa sana, hawatu wakuwa na hofu wala huzuni siku ya kiyama. Albakara hiyo hiyo inasema intubdu sadakati faniima, hii mkisema mtoe sadaka waziwazi wazi kwa nia ya kutaka kuhamasisha na wengine, hiyo ni neema kubwa sana wa in tukhfuha watutuha alfuqaraa fahuwa khairun lakum, na mkisema muzifiche na muwape mafukara kwa siri kwa kificho, hiyo ni kheri kwenu. Kwa hiyo utaona njia zote mbili, mpenzi mtazamaji, Qurani nasema mkitoa sadaka waziwazi ni neema kubwa, na mkitoa kwa siri ni kheri kubwa, na anayejua kwamba nani anafanya kwa ajili ya Allah, nani anafanya kwa ajili ya ria ni Allah peke yake. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia e, Usama ibnu Zaid alipomuua mtu mmoja kwa kuamini kwamba ni munafik. Mtume alimwambia ashakakta qalbah, je, umeupasua moyo wake? Kwa hivyo ndugu yangu, nikutie moyo, ni kupongeze na nikwambie dua unazoombewa na watu mbalimbali zinatosha kuwa ni kinga kwako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kubwa kuliko yote, endelea kuisaidia jamii yako, Allah na wewe atakusaidia. Alhikma, hivi ndivyo ambavyo inafanya siku zote kuhakikisha kwamba inaleta tabasamu kwa jamii. Nyuma ya kamera alikuwa Mari Salum Nyanga, pamoja naye Ramadhani Komaji na na Abdul Karim. Mimi naitwa Abdullah mwana wa Maalim Mashi.